Yes, bra, msanii wa muziki wa Bongo Flava Nandy siku jana so, amekuwa uh, na tukio lake la Nandy Kibao Kata, so mastaa ni wengi sana ambao wamekuja kumsupport, by the way, clip mbalimbali zilikuwa zikitembea zikaonyesha mastaa jinsi ambavyo wanaonesha ufundi wao. Sasa hii imekuwa mpya sana kwa Nandy kwa sababu ndo mara yake ya kwanza kuingia kwenye Kibao Kata na kuona experience. So leo amepost kwenye IG yake Instagram, hebe share video ambayo ikimuonyesha uchovu na kucho. So lakini pia sauti ya mume wake akimshauri pia hivi vitu waachie kina mama share. Sasa hebu msikilize Nandy ambacho alivyokuwa nakizungumza hapa kwenye insta story yake ya juu ya experience aliyoipata baada ya kucheza Kibao Kata. Ndugu zangu, na hicho Kibao Kata mko mnasema tukae mpaka saa mm, <laughs> mbili asubuhi. Mimi mwenzenu hapa nilipo ngani ni macho naumwa, nawezaje

So, hata ah, kula siwezi. Jana sijala nimemkaliwa, nashindwa kula, sieleni nauma, siereni nimechoka, sielewi hmm. Oh, no, siku moja tu nauma ena kwenye mkesha wa kanisani <laughs>